Tumsifu Yesu Kristo, asalamu alaykum. Habari zenu wapendwa, leo napenda kuzungumza juu ya dawa ya kienyeji tiba, ambayo imetumika na mababu zetu kwa karne nyingi, kabla ya ujio wa dawa za kisasa. Hizi, nidao, kuwa ni utamadu, ni watu, pia, dao, hizi ni dawa um, si tu kuwa ni sehemu ya utamaduni wetu bali pia zimekuwa msaada mkubwa kwa afya zetu. Mojawapo ya dawa hizi ni mwarobaini ambao jina lake linatokana na dhana kuwa kuna uwezo wa kutibu magonjwa zaidi ya arobaini. Sambamba nami Dr. Lucas toka hapa tunapoanza mpaka tutakapohitimisha, lakini kama wewe ndio wa kwanza kufungua video hii, tafadhali sana usiache kubonyeza neno subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili tuendelee kupata Taarifa zetu mpya pindi ambapo tunakuwa tunazi-upload. Mwarobaini ni mti unaopatikana maeneo mengi ya Afrika Mashariki, hasa Tanzania na Kenya. Majani, magome, mbegu na hata mizizi ya mwarobaini hutumika kutengeneza dawa asili yake ni kutoka bara la Asia, lakini sasa umeenea sana barani Afrika. Sasa je, ni zipi faida za mwarobaini kiafya? Kama ulikuwa hujui, faida namba moja hutibu malaria. majani ya mwarobaini huchanganywa na maji moto na hutumika kama chai ya kupunguza homa na dalili za malaria. Hudhibiti kisukari, hii ni faida namba mbili. Huku wataalamu wa dawa mbadala wanadai kuwa kunywa maji yaliyochemshwa na majani ya mwarobaini husaidia kushusha sukari mwilini kwa kiwango kikubwa sana. Namba tatu moja ya faida husaidia kulinda ngozi. Mafuta ya mbegu za mwarobaini hutumika kutibu matatizo ya ngozi kama vile upele, fangasi na mpa kichwani. Namba nne ni msaada mkubwa sana katika kuimarisha kinga ya mwili, kwani mwarobaini una virutubisho vinavyosaidia mwili kupambana na bakteria hata pia virusi. Huku namba tano, moja ya faida ni msaada mkubwa sana katika kutu. Tibu matatizo ya tumbo. Dawa ya majani ya mwarobaini huweza kusaidia kuondoa minyoo tumboni hasa kwa watoto. Zipo tahadhari za muhimu sana kufuatwa baada na kabla ya matumizi ya mwarobaini. Licha ya faida zake nyingi, mwarobaini haupaswi kutumiwa kupita kiasi. Dawa nyingi za kienyeji zina nguvu sana na matumizi mabaya yanaweza kuleta madhara kama sumu au athari kwa figo na ini. Ni muhimu pia kushauriana na wataalamu kabla ya kutumia mimea tiba hasa kwa watu wenye matatizo ya kiafya au wajawazito. Kwa kumaliza, mwarobaini ni zawadi kubwa kutoka kwa maumbile. Ni sehemu ya urithi wetu, na bado unayo nafasi muhimu katika kutunza afya zetu, hasa pale ambapo dawa za kisasa hazipatikani au ni ghali. Tukienzi dawa za asili kwa uangalifu na maarifa, tunaweza kuimarisha afya zetu kwa njia salama na ya gharama nafuu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu hawape afya njema.